Nanga yako hii wapi? Warumi kumi na tano mstari wa kumi na tatu. Maandiko inasema: Mungu wa matumaini akujaze furaha na amani, unapomtumainia yeye, ili hii matumaini ikaongezeke kwako kwa nguvu ya roho Mtakatifu. Asanti Bwana kwa siku ya leo, tunaomba utupe nguvu, tupe mwelekeo Baba, angalia maisha yetu Baba, ukatuinue Baba, tunapoenda kunena neno lako, naombea hawa watazama aji wangu akaweze kukua kiroho, kuielewa na wawe na faida kutokana na hili neno Baba. Unapoainua pia nami usinisahau, kwa sababu we ni wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu wa ajabu. Karibuni watazamaji. Kwa neno la leo ambalo liko na manda, nanga ya matumaini. Nanga yako ya matumaini ni ipi? Asubuhi ya leo, nanga yetu kulingana na andiko nililosoma ni Mungu wa matumaini. Nanga yetu ya matumaini ni Mungu aliyetuumba, ni Mungu aliyetupatia uhai siku ya leo, ni Mungu ambaye ametuinua, ametupeleka mbali, ambaye ametufanyia mambo ambayo tunajifunia hadi siku ya leo. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba hiyo matumaini kwa Mungu ikatujaze furaha ikatujaze na amani. Wakati nanga yako ni Mungu wako, basi utakuwa na amani utakuwa na matumaini ya kwamba mambo yako itakaa sawa, kwa maana huyu Mungu anatujua, anatufahamu, anatuelewa, kwa sababu sisi ni wanawake, yeye ndiye aliyetuumba. Kwa hivyo kwa kila jambo tunalomtumainia, hakika huyu Mungu atatutendea. Hello Kristen, hello and subscribe to my channel, please subscribe to him. Kwa hivyo, kuna Mungu mbinguni ambaye ndiye nanga ya matumaini yetu, na wakati tunapomtumainia, maisha yetu haibaki vile tena, tunapata nguvu tunapata mwelekeo, tunapata kupiga hatua kwa ukakamavu katika maisha yetu, katika kila jambo tunalotenda. Wakati tumeweka matumaini yetu kwa Mungu, tunapata kubarikiwa, tunapata kuinuliwa kwa sababu tumemweka mbele, tumemweka katika mstari wa kwanza kwa maisha yetu, naye anatuinua, anatujali, kwa sababu neema yake inatosa kwa maisha yetu. Ndugu na dada, wakati umemtumainia Mungu, wakati umeweka matumaini yako kwake, hakika Mungu atakuinua, hakika Mungu atakutukuza, hakika Mungu atakumiminia sifa kila jambo utakalofanya litafaulu. Kila mahali utakapoenda baraka zake zitakufuata. kwa nini? Ume, nanga yako iko kwa Mungu wa matumaini. Ukiwa ndani yake Mungu, ukimwamini yeye Mungu, uko na matumaini. Kwa hivyo tumutumainia huyu Mungu, kwa sababu wakati tunaweka matumaini yetu kwa kazi tunazofanya, kwa wakubwa wetu, kwa watu ambao tuko na uhusiano aidha wa mapenzi, aidha wa kifamilia, aidha wa kijamii, huenda wakatuaibisha, huenda wakatuacha huenda wakatuacha peke yetu, lakini tukiweka matumaini yetu kwa Mungu aliye juu mbinguni, mipango yetu, nia yetu itakuja kutimia, kwa maana huyu Mungu hata wahi tuacha kamwe, hata wahi tuachilia, hata wahi, ha, ha, hajawahi, na hata wahi acha mambo yaende mulama. Atatupatia furaha, atatupatia amani na atatujaza nguvu katika maisha yetu. Mtumainie Mungu na hutaaibika kamwe, kwa sababu huyu Mungu anajua kila jambo ambalo tunapitia anajua kila jambo ambalo linatukumba. Wakati tuko kwa shida, tumtumainie Mungu. Wakati tunataka mafanikio maishani, tumtumainie Mungu. Wakati tunataka kuinuliwa, tumtumainie Mungu, nasi tutapata baraka, nasi tutapata kuinuliwa, furaha itakuwa pamoja nasi, tutakuwa na amani kwa sababu yeye ndiye chanzo cha amani kwa sababu yeye ndiye mwakilishi wa imani, amani na matumaini. Kwake Mungu dada, kwake Mungu kaka, asubuhi ya leo nimekuja kukufahamisha ya kwamba kuna matumaini kwake Mungu, kuna furaha, kuna amani. Hakuna jambo lolote asiloweza, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa mwanadamu huenda wakashindwa, huenda wakafika mwisho, lakini tukimtumainia Mungu mambo yetu yote, kwa maisha yetu itaenda swali, tutainuliwa, tutafanikishwa naye Mungu. Nanga yako ni nani? Nanga yetu tunas, tumesoma asubuhi ya leo ya kwamba ni Mungu wa matumaini. Tumtumainie huyu Mungu na hatutaaibika kamwe. Na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amina.